Kuna vinchi kama Kikuweti, kinchi kidogo kile, lizama makampuni na mashirika yaliyojaa kule, na kila kipindi utasikia tunataka wafanya kazi mia tatu wende kule, wafanya kazi, wafanya kazi Dubai, ile kanchi kadogo tu. Sasa hii Tanzania ina mapori chungu mzima, tutashika kuleta watu wakafungua makampuni makubwa, wakafungua mashirika makubwa, vijana wetu wakapata ajira, kwa sababu hao vijana kuzagaa mtahani, hawana kazi hao. Hili ni zaidi ya nyuklia serikali ikae na watu wake, iliangalie hii, iliangalie hii na hasa vijana wakikaa. Baba yake kauza mashamba ili mwanawe asome apate choki digrii, anamaliza afya, anamaliza unesi kusomea, anamaliza ualimu, anamaliza sufari gani, anakuja kukaa benchi, alafu akimtizama mtoto wa mheshimiwa kule, yeye ndio katibu mkuu, yeye ndio waziri yule, nani huyu kajamba nani, yeye kakao mtoto wa mkulima na mfugaji, hili ni zaidi ya bomu. Tuangalie sasa. Nyika kazi yenu kugeuza tu, yule ni mtu wa siasa, shauri yenu. Hili somo, vijana hawana ajira. Wangekuwa na kazi za kuwashughulisha hawa, alfajiri mpaka saa tatu za usiku wako kiwandani, wanabeba saruji huko, wanachimba mitaro, wasinge wasinge toka siku hiyo. Na akirudi kijana yuko wapi? Tabani anajitupa huko. Tufanye cabinet ikae Tanganyika ina ina mavi, mapori wale wala hajatumika. Waitwe. Tuache ile kuwekeza mtu mmoja mmoja tu. Wewe weka usafiri wa mabasi, si tumempa fulani. Kila mmoja ana haki bali ana uwezo. Uwezo kaika mtu mmoja wewe. Allah anasema inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Mwanadamu ana kaida ya kupanda jeuri na kibri anapoona kajitosha. Wewe utampa mtu mmoja eti alete mchele peke yake. Usu unampa kibri kila mwenye uwezo wa kuingiza mchele nchini aingize. Kila mwenye uwezo maadamu atuletee chakula safi na salama. Tunachoka sisi tafueni. Na kila mwenye uwezo wa kufungua viwanda atamia apewe nafasi hiyo. Tuondokane na ile share yangu ngapi, share share, tuachane nayo. Waingize watu watu bila ni. Hili ndio litatukomboa sisi vijana wetu hapa. Utakuwa na taasisi nyingi, viwanda vitakuwa vikubwa sana watu wataajiriwa. Kiwanda kitaweza kikajengwa kikaajiri watu elfu tatu. Kuna makampuni ma, ma ya uvuvi, mameli ya uvuvi yakaingizwa. Tuache zile tamaa, tamaa zile kwamba kila kitu mimi nisimamie kila kitu mimi, anania ule umimi, mimi mimi, hey, sekta hii ya nani mimi, sekta hii ya fulani. Wachane hiyo, kuna watu mia wanaweza kuleta kuingiza viwanda hapa, waiti, kuna watu mia wakaleta makampuni ya kuvua hapa, mameli ya uvuvi, wapewe nafasi tena bila ya mashuruti kwamba lazima sheya yangu fulani ni ondokane nayo haya.